Eh, hello hello. Karibuni sana katika chaneli hii ya Edi Tiba Mbadala TZ. Ah, ni wakati mwingine tena. Ah, nashukuru sana kwa sababu nazidi kupata mrejesho kwa watu wengine mbalimbali kuhusiana na hiki ninachokifanya, kumbe kinaleta matokeo kwa watu wengi sana. Napigiwa simu mbalimbali. Ukitaka huko, nipigia simu moja kwa moja nipigie kupitia namba sifuri saba sita tatu mbili nne mbili tano arobaini na tatu. Aa, leo kuna mmea hapa nadhani mnauona, mna kama mnavyoona huu mmea nadhani wengi mnaufahamu. Unakuwa unapenda sana kutambaa kama hivi unavyoona unatambaa, unatambaa. Mmea huu ni mzuri sana kwa watu kwa wenye shida ya vidonda vya tumbo. Kama wewe una changamoto ya vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, tumbo vinakusumbua Uh, tumbo linakuwa tumbo linawaka moto mara kwa mara, lakini kitu kingine mgongo unakuwa na kuuma mgongo unakuwa na kuuma, uh, lakini kiungulia cha mara kwa mara hii, uh, itakusaidia sana hii dawa. Hii dawa ni nzuri nzuri nzuri nzuri nzuri nzuri, nzuri, nzuri sana. Sijajua nyinyi mnahitaji kwa lugha yenu, lakini ni dawa nzuri, kama mnavyoiona hii dawa ni nzuri sana. Sasa hii namna gani, namna ya namna kutumia hii dawa unachukua unachukua haya majani haya, haya majani haya unakata jani moja moja kama hili kama hili hapa hili moja moja unakata ukishali katakata, unachemsha unachemsha majani yake haya kiasi kidogo tu nakunywa uh, glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, utaona matokeo. Fanya hivyo ndani ya siku tano utaona matokeo makubwa yatakotokea. Hii dawa ni nzuri, nzuri, nzuri sana, na kwa sababu kuna watu wengi wanaweza kuwasaidia, hata kwa wewe mwenyewe, tumia hii dawa utaona matokeo yake, mabadiliko ni makubwa sana. Hii dawa utaona mabadiliko yake, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kukomenti. Kama kuna swali lolote uliza hapo. Asante sana.